Mtazamaji, tuangazie taarifa za biashara ambapo uzalishaji wa miwa katika mpango wa unyunyiziaji mashamba maji wa eneo la Bura unatarajiwa kufikia ekari elfu hamsini kufuatia kukamilishwa kwa awamu ya pili ya mifereji na kutiririsha maji kwenye mashamba. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza uzalishaji miwa humu nchini na kuwavutia wawekezaji zaidi. Taarifa hii na nyinginezo ni kwenye kitengo chetu cha kapu la biashara. Hebu tazama upanuzi wa ardhi inayokuza miwa kwenye mpango wa unyunyizaji mashamba maji ya Bura hadi ekari elfu hamsini umewavutia wawekezaji wawili zaidi kutokana na matokeo bora pamoja na ongezeko la imani katika mradi huo. Waziri wa maji na unyunyizaji mashamba maji Mhandisi Eric Muga amesema miwa inayopandwa katika gatuzi la Tanariva huko maa katika kipindi cha miezi saba ikilinganishwa na muda wa miezi kumi na nane kwenye maeneo mengine kutokana na hali shwari ya anga na maji ya kutegemewa. The maturity nilivyosema is 10 months earlier, the sugar content ule ukali wa sukari katika ile miwa ni zaidi ya kumi na nne asilimia 14, more than 14% the production per acre kwa e seed cane is about 50000 tons Normal production mahali popote Kenya is between 20 and 25,000. Wakati huo huo vituo vya kitalii vinapaswa kukumbatia mikakati ya kuhifadhi maji na nishati safi kufuatia kukithiri kwa athari hasi za mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya utalii wa kiasilia. Waziri wa Utalii Rebecca Miano amesema ipo haja kuimarisha usimamizi wa majanga katika azma ya kukinga sekta ya utalii dhidi ya misukosuko kama vile ukame. Hatimaye, waziri wa kawi Opiyo Wandai na mwenzake wa maji Eric Mugaa wametoa wito kwa bunge kuidhinisha haraka iwezekanavyo mipango ya usafishaji wa Lokichaa kusini pamoja na kubuni kandarasi ya pamoja ili kutoa fursa kwa kampuni ya kawi ya Gulf kuanzisha shughuli za uzalishaji wa mafuta gafi ya kuuzwa. Mawaziri hao walitoa hakikisho kwa kamati za bunge na seneti za kawi kwamba mikakati iliyosalia itawekwa pindi mwanakandarasi huyo atakapoanza kutekeleza shughuli katika eneo hilo The I want to appeal to you, Honorable Chair and members, once again to kindly uh, consider ratifying this uh, field development plan and the associated production sharing contracts. Trevor Ngendo Darubini.